Hapo zamani za kale katika kaunti za Pwani ya Kenya, dhoruba ilizuka. Sio aina ya dhoruba inayowafanya wavuvi wakimbilie hifadhi, bali ile ilichochewa na jani dogo lenye nguvu za hashki linaloitwa muguka. Taharuki ilikuwa kubwa zaidi katika kisiwa cha Mombasa ilikoanzia. Muguka has caused widespread damage especially on our younger generation. We have tried to to be able to work out

The entry of Mugukaa into Mombasa to ban the sale and consumption of Mugukaa into Mombasa, uh, as well. Viongozi wa kidini wakishikilia vitabu vyao vitakatifu, wakitoa onyo dhidi ya janga lililokuwa limenyemelea vijana wao. Kutana viongozi wa kidini na tukalizungumzia, tukakataa maswala ya Mugukaa vile ambavyo Mugukaa una unaharibu vijana wetu na kuwapeleka katika hali ambayo haipendezi. Kwa hivyo tulipinga na tuliongea kabisa kwa nguvu zetu zote, na tukasihi wanaohusika viongozi wa kiserikali waweze kuchukua hatua. Na mwaka jana tulifanya maandamano sisi hapa Kilifi County kupinga uuzaji na utafunaji mogoka ndani ya Kilifi County yote kwa jumla. Tulishikana na wanama, wamama wote Kilifi County hizo kona zote tukaja tukapinga kwa sababu huna mogoka jambo la kwanza umefanya vijana wetu wamekuwa waizi, jambo la pili watoto hawaendi shule, umeharibu kila kitu katika jamii. Maana unakuta hata ukiweka pesa juu ya meza, watoto wanaibazile pesa wanaenda kununua mogoka kwa sababu uko rahisi. Ndio sisi tukasema lazima tupinge uuzaji wa Mugukaa ndani ya Kilifi County kwa sababu umeharibu vijana wetu, si vijana wa kike wala si vijana wa kiume, wote wameharibika. Wanasiasa wakitambua fursa ya kujionyesha kuwa wenye maadili wakalitangaza kuwa hatari kwa jamii. Ah, nataka nichukue fursa hii na kipekee kwanza kuwashukuru wale magavana wote ambao waliweza kutoa msimamo wao ya kuweza kutoa makataa ya kwamba Mugukaa hautakiwi ndani ya Kilifi, ndani ya Mombasa na kule Taita Taveta. Pumu ikapata mkohozi. Wanasayansi kama kawaida yao wakaliweka kwenye kundi la dawa za kulevya, wakidai linaathiri hata nguvu za kiume. Mugukaa ni dawa, kwa mfano tuseme tu ni dawa ambayo inalenga mishipa ya hisia ama vile amfetamine ambazo ni dawa zinazoleta kule kusisimka ule mwili. Na ujue kwamba dawa yoyote ambayo inalenga mishipa ya hisia isipokuwa controlled inaharibu ile mishipa na sehemu ambazo ile mishipa inagusia katika mwili. Mishipa ya hisia mara nyingi inaingia katika ubongo, inaingia katika mapafu, inaingia sehemu za kinababa, inaingia sehemu zote za mwili. Na inapochanjwa hebu inapochemshwa kwa ajili ya electrical, uh, symptoms, hebu vitu ambavyo vinapelekwa kidawa inaweza kuwa hatari, ni sambamba na mtu ambaye anatumia nyanja hebu nyaya za za nyumba halafu ana-excita kizima, ana-excita kizima ile mwisho huja ikarapture pale na ikaleta maadhara makali. Kwa mfano amfetamine hizi, uh, hizi kathion hizi dawa muguka na, uh, na, na, na, na, na miraa zote zina kemikali tunaita kathine na kathanons, hii kathine mara nyingi inafananishwa na amfetamine, dawa ile ya kumfanya mtu ambaye amelala hebu kusinzia kuwa wakeful, anaweza kuwa asisimke, kuamka. Lakini shida inakuja hapa, mtu yule ukimwamsha siku nzima ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu bila kulala, unajua atafanyika kitu gani? Anaharibu mishipa ya hisia pale mwilini, navunja ndoa. Njoo ujaribu na mimi <laughs> <laughs> Eh, chonga vizuri. Halafu na hivyo kwa mbwembwe na nderemo, kaunti sita za Pwani zikafunga milango kwa Mugukaa. Himiza hata viongozi wetu, magavana wa hapa Pwani, kwamba hili swala walichukue na kusema kweli, walitusikia. Hakuna kutafuna tena, hakuna kuuza, hakuna mazungumzo yenye msisimko usio wa kawaida usiku wa manane, hakuna malori ya miraa kuja tena pwani, na vikawa vita vikuu vya kwanza kati ya watekelezaji sheria na wafanyibiashara na waraibu na wengi walijeruhiwa. Kumbuke jambo moja, ndugu zanguni, maskari wa kaunti, si Mombasa, si Kilifi, walipigwa na watu wa, wa Mugukaa wakaumizwa wengine, ni vilema. Je, walifidiwa vipi wale watu? Kwa nini walipigwa wao? Wow, wajiuliza na swali kwa ule ulemavu waliopata ule, kwa ajili ya, kwa kauli gani? Kwa kauli ya kwamba ni marufuku, wakapewa oda wandakazuie. Vyombo vya habari vilikuwa na wakati mzuri kuandika habari, mitandao ya kijamii ikawaka kwa mijadala, vichekesho, na hata mizaha ya content creators, yaani wakusanyaji wa mantiki mitandaoni na hata nadharia za njama. Lakini kisha jambo la ajabu likatokea, viongozi wa kaunti za Pwani kwanza walianza kulemewa na mizani ya biashara, wakikodolea macho ushuru. Alianza nani? Mimi kama gavana wenu, tukiungana na bunge lenu hini, ninyi watu wa Makina mkiwakilishwa na Mheshimiwa Magawari, tumepitisha finance bill, imepitishwa pale bungeni na ngoja ifike kwangu niweke sahihi na iwe sheria, mtu akishukisha lori la mugukaa laki tatu. E, kama kawaida ya wanasiasa, pindi panapokuwa kuna kitu ambacho kwamba wataka kukichukua wao, kubeba, kubeba watu, mara nyingi huja na nguvu kubwa alafu wakapoteza hivyo hivyo, na hivi ndivyo lilivyotokea katika mugukaa. Tukaona magavana tofauti tofauti, hususan magavana wa Pwani ukajambia kwamba mugukaa usije Pwani. Lakini nakusajabisha ni kwamba baada ya kukaa na kusema msije pwani, wakaongeza kodi. Mfano kama gavana wa Kwale wakaongeza kodi uende. Vile vile kwetu hapa ikasemekana kwamba usije, lakini ikawa watu wanauza mpaka kwenye wa mitungi ya maji, haijulikani hilo liliishia wapi. Lakini wakafunga virago na kwenda Nairobi kwa mkutano wa hadhi wa wadau wote, kwa kikao state house, na tukaenda katika mazungumzo yaliyofanyika kule Nairobi State House, kulizungumzwa mengi, lakini lililo zito ni kwamba eh, kulitoka kauli ya kwamba Mugukaa ni swala ambalo lilipitishwa bunge, na kwa hivyo kwa sababu lilipitishwa bunge, aidha litahitaji wabunge walifikirie tena na waone je mswada ule unaweza kubatilishwa au itakuwaje? E, manake kama haitatendeka hivyo basi, huenda labda wakulima na wenye biashara ile wakaenda kotini wakashtaki. Kulikuwa na majadiliano, maafikiano, na bila shaka raundi kadhaa za chai au kitu chenye nguvu zaidi ya Mugukaa, na ghafla binvu taharuki ikatoweka, na saa hizi cha kushangaza ni kwamba hatujasikia tangazo lolote la edha ni governor ama mtu yeyote wa serikali kwamba e, limeruhusiwa, lakini bado daliwa kisha daliwa kwa wingi zaidi, ambapo kwamba inaleta hatari katika mujtama. Mugukaa umerudi huku ukipenya katika nyufa za utekelezaji kama mtoro aliyekamilisha mafunzo. Kicha kushangaza ni kwamba Mugukaa umerudi on market tena upya. Watoto wameza kula, Mugukaa inaharibu vijana wetu, watoto hawaendi shule. Utaona mtoto anaenda shule nyumfokona na pikei na Mugukaa. Hasa huu Mugukaa ulifungwa kwa ajili gani na umefunguliwa kwa ajili gani? Maana hatuelewi, viongozi U... wote wa Kilifi County hakuna aliyechukua swala hili kwa uzito, maanake hakuna chochote kilichofanyika mpaka sasa. Mpaka sasa Mugukaa bado wauzwa, watoto bado wanatafuna, vijana wanaangamia, kila kitu hakiendi sawa. Hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Sisi tulifanya maandamano tukijua kuwa swala hili litapelekwa bunge na litazungumzwa na kutapigwa marufuku uuzaji wa Mugukaa, lakini cha kushangaza mpaka sasa Mugukaa bado wauzwa. Kulikuwa na mazungumzo ya mabadilishano endapo wakazi wa Pwani wangekubali Mugukaa, basi mnazi kutoka Pwani ungeuzwa katika maeneo yanayozalisha miraa. E, hata sisi wenyewe viongozi wa kidini hatuelewi, kwa sababu kuna ukimya, twaona biashara yaendelea kama kawaida. Vijana nao wanazidi kutumbukia katika janga hilo, so hatuelewi kama kunaendelea nini, hatujaelewa bado sisi kwa sababu tunangojea tuambiwe, ya kwamba aidha ilishindikana au hatua zinachukuliwa, na labda waliachiliwa waendelee na biashara yao mpaka tatizo hilo litakapotatuliwa kisheria, au vipi? Hatuelewi, na hivyo basi watu wakaanza kujiuliza ni nini kilichotokea kwenye mkutano ule wa siri? Je, viongozi walipata ghafla mapenzi kwa Mugukaa? Je, wafanyabiashara waligundua mwanya mkubwa wa kutosha kupitisha lori? Au ilikuwa tu ni ile kanuni ya zamani kwa pesa husema zaidi ya marufuku? Lakini hawa viongozi hawa, mimi kwa kweli nawalaumu na naona hawafai. Ikiwa wao walipiga marufuku hichi hichi kitu Ina maana kwamba walikaa wali chini, wakakidadisi wakakiona madhara yake, ndo wakatoa uamuzi kwamba hichi kitu hakifai. Sasa walipotoa kitu hichi kwamba hakifai. Ni lini walitangaza Mugukaa kwamba ni halali mpaka aaa, sasa sasa hivi wao wafanya kazi, waendeshe biashara zao. Maana sasa uko free na hatujaona tangazo kwamba wao wamekubalia. Sasa ilikokuwa ni pofu la, la mikojo labda tuseme la, la, la, la, la, toka kwa haraka na laisha kwa haraka, kuna faida gani walipata? Ha, ma, ma, ma, ma, ma, viongozi wetu seme magavana mpaka kiwango cha kufanya nini cha kukubaliana hu mgokaa uendelee soko ni huku Pwani Aye? Sasa kama soko ni Pwani ni viongozi wa Pwani wakae pamoja, wazungumze, wakubali kukuzuia kuku, mgokaa kwamba hapa Pwani usiingie. Walifanya hivyo sasa. Tatizo ni kwamba kuna bribe ilitembea kwamba viongozi wa Pwani walipewa mlungula ama ni kasumba Wagiriama ndio wenye kasumba inayojulikana kama fusa. Waikupulizia unaweza kusahau hata azma yako na ukawa huikumbuki tena mipango iliyonayo. Kumbe Vaite na Murume wanafusa kali zaidi kuwapulizia magavana na kuisahau kabisa marufuku ya Mugukaa. Bidhaa hii imewachanganya wengi kabisa, wenyewe wanaita direct injection jaba Eh, imewakoroga wengi, si wanunuzi, si wauzaji, si walaji, si taifa, si viongozi, si kina nani, eh, si wapwani. Lakini wapwani wenyewe wanasema kama ni mboga basi, mbona hailiwi na nazi hii eh? hi, tukaiona ikiliwa na nazi <laughs> mm, mm. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu, Coco FM